Katika safari yetu ya hekima iliyopita, Yesu alijibu ombi la wanafunzi wake la kuwafundisha jinsi ya kuomba. Sala ya mfano aliyowafundisha ilikuwa na maneno 36 tu kwa lugha ya Kiingereza na ingeweza kusemwa kwa chini ya sekunde 20 lakini ni sala iliyojaa maana na nguvu. Eh, bado anaweza kuwaza wanafunzi wakikaa hapa sasa baada ya somo hili, wakijiuliza ndio hiyo tu Maneno hivi? Hii ndio yote? Kweli tutapata umakini wa Mungu Baba yetu wa mbinguni kwa sala ya sekunde ishirini? Wa kusema kweli, nadhani Yesu anasoma mawazo yao, anatambua maswali yao na mashaka yao. Pia anatambua kwamba eh, hawamjui sana Mungu Baba, na hilo ndilo suala la ndani zaidi. Ninaamini kabisa kwamba changamoto kubwa kuhusu sala si kwamba hatujui vizuri jinsi ya kuomba bali ni kwamba hatumjui vizuri Mungu aliye hai ambaye tunamwomba. Kwa hiyo, Yesu anachofanya sasa ni kuanza kuwafundisha wanafunzi wake zaidi kuhusu asili ya Mungu Baba na anafanya hivi kwa kutoa mifano miwili ya kuvutia sana kuhusu suala la sala. Mfano wa kwanza upo hapa katika sura ya 11 ya injili ya Luka mstari wa tano. Akasema nao, ni nani kati yenu mwenye rafiki ambaye ataenda kwake usiku wa manane na kumwambia rafiki, nikopeshe mikate mitatu, kwa kuwa rafiki yangu amefika kutoka safarini, nami sina na kitu cha kumwekea mbele yake? Naye atamjibu kutoka ndani, usinisumbue, mlango sasa umefungwa na watoto wangu wamelala nami kitandani, siwezi kuamka nikupe chochote. Sasa ni nani kati yenu angekuwa na rafiki wa aina hiyo? Bwana anatarajia wanafunzi wake waseme rafiki wa kweli hafanyi hivyo. Unaona, watu wa wakati huo mara nyingi walisafiri usiku ili kuepuka joto la mchana. Hivyo wangeweza kufika nyumbani kwa ndugu au marafiki bila taarifa, bila kutarajiwa, katikati ya usiku. na na katika utamaduni wao, ukarimu ulikuwa suala la heshima binafsi, ilikuwa ni wajibu Ilikuwa, ilikuwa, ilikuwa aibu kukataa kutoa ukarimu huo. Sasa huyu jirani hana chakula chochote kwa ajili ya wageni wake waliokuja bila kutarajiwa na ana tatizo kubwa mikononi mwake. Hivyo anaendelea kubisha hodi kwenye mlango wa rafiki yake, na Yesu anasema hapa kwenye mstari wa nane nawaambia ingawa hatasimama na kumpa chochote kwa sababu ni rafiki yake, lakini kwa sababu ya usumbufu wake, yaani kwa sababu ya kuendelea kwake kuomba, atasimama na kumpa chochote anachohitaji. Sasa Wakristo wengi wanasoma hili na kusema ah, sawa, nimeelewa ujumbe. Nahitaji kuendelea kubisha hodi kwa maombi, kwa sababu Mungu atachoka na kubisha kwangu, na hatimaye atakubali na kunipa ninachotaka. Na hiyo ndiyo kinyume kabisa na kile Yesu anachomaanisha. Yesu hatupi mfano wa kulinganisha, anatupa mfano wa kutofautisha. Rafiki yako anaweza kuwa na kusita, lakini ngoja ni kuambie, Mungu si kama rafiki yako. Mungu Baba hatawahi kufikiria hata mara moja kwamba wewe ni kero. O, unajua, hapa anakuja tena huyu, anakuja akigonga tena. Hapana. Yesu anasema hapa kwenye mstari wa tisa, "Nawaambia, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisha nanyi mtafunguliwa, kwa maana kila aombaye hupokea, na atafutaye huona, na kwa anayebisha atafunguliwa. Kwa maneno mengine, hakuna ubaya wowote kuwa na msimamo wa kuendelea kuomba. Kwa kweli, kuendelea kuomba kunaonyesha shauku yako. Inaweza pia kuonyesha hali yako ngumu. Jua tu kwamba kuendelea kuomba si njia ya kumchosha Mungu hadi basi akubali tu ombi lako. Mtu mmoja aliandika maneno haya ya busara kwamba maombi si kushinda kusita kwa Mungu, ni kushika utayari wake. Kwa maneno mengine, kuendelea kuomba si jaribio la kubadilisha mawazo ya Mungu, bali ni kutufikisha mahali ambapo tunakubali jibu lake. Fikiria hilo kila ombi ambalo anaonekana hajali, jibu limejibiwa. Sasa jibu linaweza kuwa hapana, sio sasa, au linaweza kuwa hapana, kamwe. Inaweza kuwa hapana, sio hilo, kuna kitu bora zaidi. Sasa Wakristo wengi wamechukulia andiko hili kumaanisha kwamba, unajua, Yesu anatupatia sisi hundi isiyo na kikomo. Unajua utapata jibu unalotaka na kila kitu unachoomba. Endelea tu kubisha na hatimaye Mungu atakupa chochote unachotaka. E, wapendwa, maombi ya kweli ni kujisalimisha mapenzi yetu kwa yake, siyo kulazimisha mapenzi yake yafuate yetu. Unaona, hoja ambayo Yesu anatoa hapa ni kwamba unaweza kubisha kila wakati. Hiyo ndiyo yote unaweza kutafuta kila wakati. Unaweza kuomba kila wakati kwa sababu Mungu siyo kama yule mtu aliyelala kitandani. Mungu yupo kila wakati. Huwezi kumjia mara nyingi sana. Huwezi kumjia wakati usiofaa. Huwezi kumjia na kitu e eh, kidogo sana. Tazama, Yesu anamwelezea Mungu Baba kama anayepatikana kila wakati. Sasa Yesu anaenda kumwelezea Mungu Baba kama mwenye heshima kila wakati, na hiyo ndiyo hoja ya mfano wa pili unaoanza hapa kwenye mstari wa 11: ni baba yupi kati yenu ambaye mwanawe akimwomba samaki badala ya kumpa samaki atampa nyoka, au akimwomba yai atampa nge? Sasa katika mfano huu mtoto wa mtu anataka samaki kwa chakula cha mchana, lakini baba yake anamnywesha nyoka basi inawezekana kabisa e nyoka anayezungumziwa hapa ni nyoka mdogo wa majini ambaye wakati huo mara nyingi alitumiwa kama chambo cha kuvulia samaki. Kwa hiyo badala ya kumpa samaki, anamkabidhi mwanawe chambo cha kuvulia samaki. Au Yesu anasema, una mwana anayetaka kula yai na baba yake anamkabidhi nge aliyekufa, ambaye unajua, akifa hujikunja na kufanana na ukubwa wa yai. Kwa hiyo Yesu anasema e, eh, unaweza kufikiria baba akifanya hivi kwa mwanawe? Basi Bwana anatarajia jibu la kukanusha e, eh, bila shaka hapana. Hakuna baba mwema angefanya hivyo. Hata baba mwenye dhambi zaidi asingewadanganya watoto wake namna hiyo. Sasa inawezekana ukakutana na baba hapa duniani aliye wa aibu kiasi hicho, mdanganyifu kiasi hicho, asiye na heshima kiasi hicho, lakini Mungu si kama baba yeyote hapa duniani. Yeye ni mwenye heshima na kamwe hatawadanganya watoto wake, kamwe hatawatafutia njia za kuwadhuru. Unaona, Yesu anajibu maswali tuliyo nayo kuhusu sala. Je, baba yangu wa mbinguni ananijali kweli? Je, Mungu ananisikiliza kweli? Je, huwa ananichoka? Je, yuko tayari kunisaidia kweli? Na jibu la yote hayo ni ndio. Anajali, anasikia, anajua. Baba yako wa mbinguni ni baba mkamilifu, na hiyo ndiyo hoja kuu ya mfano huu Yesu anaposema sasa hapa kwenye mstari wa kumi na tatu: basi ikiwa ninyi, ingawa ni waovu au wenye dhambi, mnajua kuwapa watoto wenu zawadi nzuri, je, si zaidi sana baba wa mbinguni atawapa Roho Mtakatifu wale wanaomwomba? Kama baba wa duniani anapenda kuwapa watoto wake zawadi nzuri, fikiria ni kwa kiasi gani Mungu Baba anafurahia kututumia zawadi zake, ikiwa ni pamoja na, kama alivyotaja hapa, zawadi ya Roho Mtakatifu ambaye sasa anaishi ndani yetu na kutuongoza leo. Kwa hiyo unapokwenda kutumia muda wako kuomba kwa baba yako wa mbinguni, fanya hivyo ukiwa na maarifa na ujasiri kwamba yupo kwa ajili yako na nia zake kwako daima ni za heshima. Unaona, maombi yanaweza kuwa mazungumzo unayoanza asubuhi na ukaendelea nayo nyakati mbalimbali siku nzima. Nakumbuka kusoma kuhusu wakati Billy Graham alipowasili kwenye studio ya Today Show, alikuwa anaenda kuhojiwa kwenye televisheni mubashara. Alipofika, mmoja wa wasaidizi wake eh, aliambiwa kwamba chumba kidogo cha faraga kimeandaliwa kwa ajili ya maombi kabla ya kipindi kwanza. Msaidizi wa Billy Graham alieleza kwamba chumba hicho e eh, hakitahitajika. Basi yule mfanyakazi wa televisheni alishangaa kidogo kwamba Billy Graham asingependa kusali kabla ya kwenda kwenye kipindi cha televisheni mubashara, na msaidizi wake ilibidi aeleze: Bwana Graham alianza kuomba alipoinuka asubuhi, na aliomba alipokuwa anakula kifungua kinywa, na aliomba njiani akija hapa kwenye gari, na atakuwa atakuwa anaendelea kuomba hata wakati wa mahojiano. Huo ni mfano mzuri sana wa maisha ya maombi ya mazungumzo, lakini umejengwa juu ya ufunuo wa kibiblia kuhusu asili na utu wa Mungu Baba. Yeye anapatikana kila wakati, anaheshimiwa kila wakati, yupo tayari kila wakati. Hivyo unaweza kumjia na sala rahisi kabisa ya dhati kabisa, wakati wowote na kila wakati, ukijua kwamba anakusikia na anakukaribisha na atajibu kwa faida yako, kwa kile kilicho bora zaidi kwako, na hatimaye kwa ajili ya utukufu wake mwenyewe. Basi hadi tutakapokutana tena kwenye somo letu lijalo, wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nani nyote. Amina.